Wenyewe wan, wanajua nani anaongoza ligi. Nauliza swali anaongoza ligi, nani? Ligi, kwa muda. Kwa, kwa muda anaongoza ligi JKT, wa pili Yanga, huyu wa tano JKT ndo anaongoza ligi. Hiyo, anaongoza anaongoza ligi. Nime ligi nimeuliza JKT. Juzi tumeshuhudia mchezo wa Simba na Azam, uliutazama? <laughs> <laughs> Mimi juzi bwana kiukweli nilishuhudia, yani alikuwa anacheza baba mkwe na mishangazi O, baba mkwe siku zote baba mkwe lazima atakuwa na uwezo. Baba mkwe alimpiga mshangazi. Nikizungumzia mshangazi alikuwa yeah, utamuta utamutamauze ndugu yangu. Of course niliangalia mpira mzuri, lakini wanakwambia siku zote yule mdogo sawa, anakuwa anapambania na ile siku moja aje kuonyesha jina. Mmeelewa nazungumza kwa sababu gani? Simba kwa Azam, Simba ni mkubwa, lakini kwa uwezo Azam wana uwezo mzuri sana. Of course wana wachezaji, wana experience, wana wachezaji ambao wanajitoa kwa, kwa udi na uvumba, wana wachezaji ambao wanajua kitu gani tumekifata pale Azam mwenelewa kwa sababu ukizungumzia Azam unamzungumzia tajiri wa namba moja Tanzania. Mwenelewa, makofi tafadhali. Kama anaongea kile kwa sababu gani? Ngoja nimalize, tunaongea kile cha kwetu, tusongele kimitandao zaidi. Kwa Tanzania hii ukizungumzia tajiri namba moja unamzungumzia Azam. Kwa nini nazungumza hivyo? Azam ana, ana yani anavitega ana, ana, ana uchumi vingi sana, na ni mtu wa kwanza na mtu ambaye hapendi zile kiki za matangazo mnaelewa japokuwa alisema ati tajiri namba moja sijui ni bwana mo mimi naweza ngasema kitu kimoja nisiwe muongo mimi ni shabiki wa yanga na sizungumzi hivi kwa sababu kwamba eti yani ndugu yangu kwa sababu namfagilia hapana huyu pia mimi na ndugu yangu lakini lazima naongelee kitu cha ukweli nazungumzia fact ya soka mnaelewa na nazungumzia uhalisia kwa Tanzania hii kiukweli tajiri namba moja ni Azam Baresa mnaelewa ukizungumzia tajiri wa Instagram ndio unamzungumzia mo Tajiri. Uki, ukimzungumzia tajiri wa Instagramu unamzungumzia mo, ila ukizungumzia uhalisia wa utajiri unamzungumzia Baresa, kwa sababu Baresa ukiangalia na bidhaa zake nyingi ambazo anatulisha, umenelewa. Ukimzungumzia mo, mo ni tajiri wa juzi tulia wa okay, Ah, hapo hapo. Wasikia we, oh, yaani kama kuna mtu mnataka mmemshikia chini mnampiga sana, subiri tuweke katikati bwana kama mnamnyanyasa okay. Swala sio kumnyanyasa, swala anaibenge ana jefte Kitambala bora ana hedi nado, hao ndio wachezaji wa bola wa nchi hii no. Okay. Unajua okay, mi ni kuambia kitu kimoja. Mimi kama Mustafa nikuti mzee wa kujichora nasononeka sana nasononeka kwa kitu kimoja tu, unajua Simba ni klabu kubwa, simenielewa. Simba ina blandi kubwa, Simba inatambulika sana Afrika mzima Ak. Simenelewa, Simba ni klabu ambayo hata Ulaya wanaifahamu. Simenelewa, lakini nashangaa kwamba sisi wenyewe hatujitambui kwa, wenye kwa namna moja au nyingine. Ngoja basi kwanza, yani hatujitambui kwa, kwa, kwa, <tipi> kwa namna moja au nyingine. Lazima niliweke sawa. Unajua, timu yoyote ya Tanzania ikipangiwa kucheza na Simba Sports, maana yake kama inapangiwa kucheza na timu ya Afrika mzima. Simenelewa? Yani tuko namba nafasi ya tano leo hii Azamu ukimpangia akacheza na Simba Sports. Yaani atajiandaa kama anaenda kucheza na National Ahli. Umeelewa? Leo hii Yanga African ni modern talabu ukimpangia mechi ya kucheza na sisi. Umeelewa? Atajiandaa kama anaenda kucheza na Madrid. Lakini wote wamekupiga. Nisikilize basi kwanza, ndio maana nikasema kwamba tujitambue kwa sababu moja. Hizi mechi za Azamu na Yanga African Modern Taarabu lazima tuchukulie kwa uzito kwa sababu moja, hawa watu wanajiandaa kama nitakupambana na timu ya dunia, simenelewa? Kwa hiyo sisi tunaingia kama tunawadharau wale ambao wako chini, simenelewa? Ndio hicho maana nikakwambiaje, sisi bado hatujajitambua. Lakini kama tungekuwa tunajiandaa kwa asilimia 100 kama tulivyojiandaa kwenye mechi tukicheza, najua sisi Simba akicheza na National akicheza na Wydad Casablanca, akicheza na Mamelodi Sundowns, akicheza sijui na nani atajiandaa kwa asilimia mia, mia kwa sababu anajua anaenda kucheza na mkubwa mwenzie. Lakini leo hii tukicheza na Yanga Afrika na Modern Taarabu, shehe wangu, tunajua timu hata nafasi ya kumi haipo kwa ubora barani Afrika si umeelewa? Kwa hiyo hatuwezi kujiandaa vile, lakini tukijiandaa ipasavyo tukijiandaa ipasavyo maana yake sisi tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa, si umeelewa? kila timu itatuheshimu sisi na itatuogopa. Lakini leo hii shehe wangu tunatukana kwa sababu gani? Tuna hawa waliokuwa chini, tunawachukulia poa poa, watoto wadogo yani tunaenda kumaliza, umesikia? Unajua tunaenda kumaliza mzozo. Ah, labda nizungumze kitu kimoja. Unawambia siku zote mtoto alaragi na yeye. Alafu mtoto siku zote anapeta peta hivi kama anadegedege, unajua, labda ningetule ukweli, timu ya kwanza kuanzishwa Tanzania sawa ni Dar es Salaam Young Africans, timu kongwa. Ushasikia Dar es Salaam Young Africans? Yani Dar es Salaam mzima ni timu ya wananchi, ni moja. Kwa nini nazungumza hivyo? ni timu of course ambayo ina rais ambaye ana yani, ana uweledi wa kutosha ni rais ambaye anafufua vipaji, ni rais ambaye anachukua wachezaji international, ni rais ambaye anajali sana mashabiki wake na wanachama wake. Sawa, so, sisi sio wale mashabiki ambao tunadanganywa kina Mangungu. Nyinyi mashabiki bora, nyinyi mashabiki yani, of course hawa ndugu zetu ni wale mashabiki ambao hawajitambui kuelekea dabi. Sasa, ah, kuelekea dabi, mimi mkubwa nimejipanga na mazoezi ya kutosha. Mimi ndio kwanza nisikilize kwanza, kwa kitu moja, mimi kama mimi kiukweli kuelekea dabi, unazungumzia dabi gani? dabi ya Simba na Yanga, Simba na Yanga ya mashabiki au ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kidapakome. ya kidapakome. Sasa ukizungumzia dabi, mimi huyu huyu mai wangu nishamgonga mara sita. Kwa hiyo mimi, tulia tulia mtoto mdogo, usishaongea tulia, tulia mwanaume ongee, tulia babako ongee, ushasikia. Dadi dadi ndio mwenye nyumba, dadi manywele. Wewe kipa, ujakutana kina kitambala kule nyuma. Nisikize ng'ombe, kitu kimoja, sisi kama sisi cha kwanza dabi tunaona yeah. Kama kawaida sasa hivi dabi ya Simba na Yanga kuna mzizima, mzizima ndamwachia mzizima. Kwa sababu gani? Mzizima bado anatamani na kumlamba mbona ana, at, mm -hmm. Kama mmemundia tume, hatujamundia tume kwa sababu kasha kuwa mai. Ane, uh... Uke, u, kwa kila huyu mai yani, mai n mai huko tulifanikiwa kwa sababu akikosi bora na tulijiandaa vya kutosha, na wachezaji tuna, unajua sisi ndio timu ambayo haina mchezaji hata mmoja wa bure. Hatuna mchezaji wa bure hata mmoja. Sasa amemnunua sasa, so wamemnunua, simeokota tabata <laughs> wamemnunua kutoka timu gani? Jonas so somepewa au awa so hawajapewa. <yipi> <yipi> <yipi> <yipi> <yipi> Wewe unataka vya bure, rafiki yangu, na vitu tofauti. Kwa hiyo sisi kwa sababu na wachezaji ambao tumetoa fedha za kutosha. Nani ajui Balala Feisal Salum Abdalla kwenye nchi? Nani ajui ambayo mkwanja uliotumika mpaka kumbakiza Feisal Azam FC? Ndio hela, kwa hiyo hela ikitiwa sehemu, lazima italeta majibu. Umeelewa? Kwa hiyo huyu bwana sisi tunachoshukuru utamu ametogea. Ndio mshangazi inapokuwa. Na na, na, ahadi ambayo tulitoa namwambia dadi mwenyewe kwa sababu yeye ndio mwenye mkewe. Na sisi ndio tumeonja utamu. Sisi tunachomwahidi mwambie mwambie. Umepata mapema mapema. Eh, lazima tunachomwambia kwamba sisi kwanza tutakuwa na wivu naye kwa sababu sasa tunajua kwamba huyo ni goma la mtu hatuwezi kuwa na wivu sawa. Hii sipokuwa lazima atabidi aje tena geto, tumenogewa sije, tumenogewa lazima tunataka tena. Kwa hiyo ajiandae tu kwa vivyo vyote atakofanya, ila dadi mwenyele kwa sababu goma lake ndio hilo na Yanga yake, ila sisi tumepewa utamu. Sisi tunataka tena na tutaipata tu, kwa sababu anakuja geto eh, next week, next week, eh, geto anakuja ni Benjamini, si kwa wanja wetu wote, ule wanja kila mtu ujue ila Azam complex uwanja nani? Geto kwenu e, uwanja wa Azam kwao, anakuja geto, lazima tumalize bwana e. Nikwambie kitu kimoja, unajua mpaka tukafikiria kwamba tuanzishe mechi ya mashabiki dabi, hawa ndo wakiwa wasimamizi Azamu, yani ile mechi Azamu FC ndo wanakuwa wasimamizi wao, watajua kama refa watampata wapi, siu lazimeni, siu kila kitu, wao watahusika kwa namna moja au nyingine, sisi na hawa Danga African Modern talabu mimi nakwambia tunaenda kumaliza mzozo. Tunaanza kupiga kwanza mashabiki. Ndio nuksi kwa mashabiki. Ndio nakwambia tunaanza kupiga mashabiki weekend. Baada ya hapo sasa tunakuja kumalizana nao wachezaji wao mwezi wa tatu. Simenelewa? Ndio nakwambia msimu huu tunafunga mwaka kwa kupiga washabiki wao. Tunaenda kuwachezea ipasavyo. Ashuri hamna umu. Shuhuri hamna umu. Umu shuhuri hamna. Umesikia? Umu shuhuri hamna. Ndugu yangu, tulia kwa. Umu shuhuri hamna. Sasa tunaelewa. Shuri akifika dakika kumi tu hajadondoka chini na kuomba sabu. Mimi naacha kushabikia mpira hey, acha na acha kushipenda Simba. Nakwambia huyu Shuri hamna. Bwana shehe wangu, nakuomba tarehe 21 pale uje ku uje, uje, tarehe 21 Jumapili. Uje uje kuangalia vitu. Simeelewa? Tunakuja kwanza kuwazima hawa. Kamdomo, kamdomo. Hawa ndio wanapenda sana kama mdomo kama mdomo kwenye mitandao. Tunakuja kuwazima hawa. Tu, baada ya hapo tutaenda kuwafuta wachezaji wao. Tutaenda kumalizana nao mwezi wa tatu. Ndio kitu cha kuwaambia hicho. Tunakuja utano. Ah, mimi labda niongee kitu kimoja. Na maana kasemaje, mfamaji haishi kutapatapa. Kwa sababu gani? Nizungumzia kitu ambacho una uhakika nacho. Mimi huyu nishamweka zaidi ya mara sita, na ndio maana sasa hivi sina wivu naye. Mnaelewa? Nishaanza kumkopesha. Nishaanza kumkopesha kwa ndugu yangu. Ambia ndugu yangu umeoja, akasema mtamu, namtaka tena. Umeelewa? Kwa hiyo ndugu yangu nikamwambia baba, kama unamtaka tena, mimi nakupa. Mimi sina shida naye. Lakini labda nizungumzie kitu kimoja. Tarehe 21 ambayo itakuwa Jumapili. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sawa. Mimi nitakuwa golikipa wa Dar es Salaam Young Africans. Mnielewa pale tukutane ndani ya Temeke hapo. Kipa wewe stika Mr. kujichora unakufa tano. Ah, wewe usitaka na wewe nini? Kama jiala pale nachukua na, na mpaka vya ufunguni. Ah, ndugu zenu wa Azamu atakwanya tukio gani? Ah, Azamu ndugu zetu ndio atakuwa kama wasimamizi wa mipango. Kwa sababu yani, kwa sababu sisi ndio vipeme sisi ndo matajiri sisi, yani ndo kwa sababu ushatiliana sana makelele, kila mtu ajifanye mwamba kuliko anamweza mwenzie. Kwa hiyo jambo limefika wakati ndo huu unakuja. Kwa hiyo kila mshabiki wa Yanga na mshabiki wa Simba wajiandae kwenye bara hili naokuja hapo mbele. Sisi tunaenda kuwapiganisha, yaani sisi ndo mapromota wa hii mechi mapromo. Swali la mwisho kati yenu watatu, watakiwa mmoja awe bingwa kwa uwezo wa kocha pamoja na bechi la ufundi, nani bingwa? Bingwa. <laughs> bila kupinga yani. Si umeelewa? Dakika 45 za kipindi cha kwanza, shughuli imeisha. wachezaji wote wa, ma, ni mashabiki wote wana wana vitambi, hamna shughuli. Bingwa ni mimi, ndio bingwa. Na kitambi sio mimba, hichi hakitoki, mimba inatoka. <laughs> miezi tisa, ndio nakwambia kweli, hichi hakitoki. Wako wengi hii wa, tena vingine vimezidi. Tumeelewa, shughuli hizi tunamaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza, sisi ndio mabingwa. Tukutane nikupe sil et naomba mashabiki wote kuanzia Temeke, kuanzia Ilala, naomba mje kwa wingi, mje kupata burudani. Hakutokuona kiingilio, isipokuwa tunakuja kuonyesha burudani, kwa sababu ligi imesimama kwa ajili ya kupisha mashindano ya AFCON ambayo panapo mayari pia itakuwa Jumapili, itakuwa na maandalizi yao, lakini sisi tumeamua kujitoa kwa hali na mali kuwapa burudani mashabiki wote popote mlipo, Temeke, Ilala, Kinondoni, naomba tukutane, tukutane Temeke kwa ajili, kutakuwa na wageni rasmi pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwao. Inshallah, mwenyezi Mungu atupe pumzi atupe wepesi. Mashabiki mnakaribishwa burudani yenu, ni macho na kufurahi kichwa, ukuwa bora timu bora zaidi ni Dar es Salaam Young Africans. Wanakuja watani wetu wenye pesa zao, Tanzania Azam. Mimiklasa. Mimiklasa.